Nyamende. Sasa, ebu kama mtu aongee kiasi sasa, maze vile niko nafikiria, sio hivo. Mecheki o boys ame kama kuwa mtole, kama ndo kikep sasa, boys uo boys ndio mwenye hapa no. Oh, ate ajabambika, so ametutapo, ame hivyo inje, ametuleta juu sana. Sikiza ah, mm -hmm. so ajabambika yeye mm -hmm. amedai mm -hmm. E, namletea demu kwa nyumba. sikuwa nimemwambia siju, nimejaribu kumwambia. mm -hmm. we ni demu wa home, wewe ni demu, najua vizuri nininini nini, nini. acha kazi yako. So ameleta shida, ameleta shida, ameleta shida si ndio? Pia mimi nikikuita nikwambia we kam tufanye kam tuone kama utanini job s so, si uje tu vile kunaendanga so mi naona kuna vile ajabambika. In fact tunasikia amekataa kuingia, amesema ye anaenda raundi akikuja kwanza kutuona. Kwa hiyo sasa Edina, time eh, nimeosha kila kitu na vile vyombo zilikuwa zimejaa hapa za last week. Zingine zinanuka. Mimi nishaanza kazi kirasmi. Sasa niajwe na niambiwe tena niache katikati. Sikiza, sijakuambia ni katikati. Mimi nakwambia hivi. For now. For now kwa saa hii ni kama haitawezekana wewe tuta na tu vile tutakusort kwa historia ya vyombo yo umeosha alafu nikujengefea urudi. Naka bunyore nimetoka Bunyore. Nimefika hapa unasikia, ni saa uliniambia, uli, uliniambia but sasa, si naeza kuona vile tunaweza shughulika tuyofea eh, alafu tukubonge naye, najua watu watakubali tu, atakubali. Sasa fanya hivi. Hapa sibanduki ngo eh, aje, sibanduki ngo aje, maana yake nishanza kazi si atishanza kazi. Sikiza Nyamende. Uh, uh, sikiza Nyamende, ah ah, si kazi uh, boys. Wewe bs kitu anaogopa. Wewe unaona anaishi peke yake. Sasa ntaigiaje? Kwa sikiza, sikiza kuwa mpole, huu boys anaishi peke yake ye mwenyewe, anaogopa anaka peke yake, atakaje na dem peke yake, ata akujui hakuna no kitu tunaenda kufanya na yeye. Hakuna kitu tutafanya, mimi nafanya jobi yangu vizuri na chapa job yangu, ananipatia ya pesa yangu hivo kama hapa alalaaaalala hapa hakuna rumi nyingine. kama ni kulala ya, apa, apa, apa, kuna, kuna room kama ni huko kwa sitting room. Na pia saa hizi huyo jamaa mwenyewe hata akijua, at the end of the day, jioni mimi natoka naenda kwangu, Makas anatoka nenda kwa. Na pale pale pale pale ni kama interview Uliniambia nikuje hadi na mbuo nimebeba kirasmi. Uliniambia nikuja job kirasmi, sikuwa nimesema kuja kirasmi, nilikuwa nimekuambia we kuja tuongee tuone kama hii job uta utafanya uta, utapata oh. Sasa mwenye hao ameja, so unataka tufanyaje? Muna jaribu kuniruka wewe fanya hivi, hizi vitu achana tunazo ka ni fair. Wewe acha tuje vile fair, utapata kuja kwa mtu, busikia kile Udem anasema, Udem sasa anataka kumea. Unacheki, hmm. Mimi nimemwambia vizuri mwenye, mwenye hao uboy mwenyewe anaogopa atakaje na dem peke yake kwa nyumba. Unacheki, hmm. Sasa ananingorea sasa ananingorea, ananingorea, mi ndio mwenye hao hapa, ni na bagi yangu na nasikia

Silikutumia si fea kukuja? Sasa hiyo ndo umetumia kutoka tao mpaka hapa, check you dem si ulikuwa duna... you, you si si lukome... umekuja job? Mwenye, job mwenye job ataki ufanya job, so nimekuambia eh. Nyamende ama nyamindi ama sijui whatever, muende naye kwake kwangu, alafu mimi mama kwangu. Na sasa wewe ulikuwa yeah. Ah. namleta hapo ukijua nini, kokoto hapa hakuna bibi, so nilijua hapa yeye atakufanya job na ataandikiwe huko hivi sitting room, jamaa alale huko, ajifungia ata na kifuli. Sasa huyu pia anakuja ana, ana, ana kumea. Kuwe na bibi, kusiwe na bibi, mimi nafanya na kazi yangu. Nasikia, nimekuja kuchapa job. Job gani sasa hapo? Job gani namshika? Ni nyumba hii tukiko hapa kiko kutafanya nini? Si kwani zile vya mionoshe, zengi zilikuwa zimemea wadudu. Hadi zinanuka. Nimeosha di sink. Manguo ndiuzo nimejaza pale, na sasa nimeshapiga pasi. Hebo bungu aja juu sasa. Ah we, alo. Hey bro. Hadi. Eh, sasa? We umeenda mbali si nilikuwa maze, nataka ukamtu okolea hapa kiasi udem. <laughs> e, kuna vile ni kama amekwara nataka kumea, so, nilikuwa namwambia we ndio yani, so, si, mwenye kazi na hautaki afanye job, so ye amekataa ati amekuja ya, job aendi mahali ametoka Bunyore. Unajua nani kokota nikuambia histori, wewe ni kama unataka kuleta maneno ingine, sababu mimi nimetoka kwenda nikaacha hapo makas, nikaenda kwa duka, na wewe wakati tumeongea mataimu yote, nikwamba unakuja, hakuna mahali uliniambia kuna mtu unakuja na yeye. Alafu makosa mengine umefanya, si nilisikia ukisema unataka kuita mama fua, eh Je, inawezekanaje uchukue mtu mlete kazi? Mimi nilikuwa nimekwambia nataka mtu wa kazi. Mimi nilisikia ukisema unataka una sijui mamafua kuja oshe vyombo, nikaona ni ni tu, sasa nikuokolee tu, nikulete tu mtu anaweza kuwa anafanya hizi kazi mara moja tu vizuri. Kwa akili zako, ninaweza kaje na msichana wa nyumba kwa msichana wa kazi kwa nyumba, wakati mi mwenyewe sina? Vipi kwa nyumba ingine, tunaweza kuoa kwa njia ingine, sio kuoa huyu. Kama ni kulala, si analala kwa sitting room kwa kiti, nani, tusikosane, nani, hata kuongea hizo vitu unaongea wewe. Fanya hivi, wewe ndio ulimleta, unajua vile utaongea naye atoke hapo. Mi nikikuja hapo, sitaki kupata mtu kama huyo kwa hiyo nyumba. Hiyo tu ndio nakwambia. We fanya venye unafanya utoke na wewe msichana hapo, uende tafadhali. Sitaki kuleta maneno, sitaki kunipea stress juu ya stress niko nazo. Hiyo ndio kitu moja nataka ujue, sitaki kuniongezea stress kwa zile niko nazo mimi mm-hmm. Sijasema nataka msichana wa kazi, hata ijaifanyika kitu kama hiyo. Mimi mwenyewe najua kujipanga venye najipanga mi, sijakwambia niko na shida ya msichana mambo zangu vile najua. Fanya hivi. Si ni ku video call uone vyombo nayo nini jikoni a, nayo ni safi. Wewe ndiye mliongea na huyo msichana ukamleta. Hivyo hivyo muongeleshe mtoke na yeye aende kwenye anaenda tafadhali. Hiyo mambo mengine unataka kunileta hiyo mimi sitaki. Enda nayo wapi bonge schedule... no. e, e. na Godi, ebu sikia, juu hata makas amesikia vile kunaendako. Wapi wacha tupigie nani, bagi yau mamazi wako iko wapi? Nimesema siendi, wacha kwanza hata nikalie di, nimeza siendi, mnibebe juu mniangushe chini, sibanduki ngo, na hiyo ndio msimamo, na kuna sheria. Bagi yake iko wapi? skiza Kokoto aku, aku, eh? Sikia hata wewe umefanya makosa. Makosa ulimleta bila, bila kumuulizia, sasa pia wewe Ndo maana nimesema nimepata kazi na mwenye nyumba na ako friendly. Wewe umeona akiwa friendly sasa? Ah, amekuja kwa jikoni umeona akiwa friendly? We, sa uje miss, miss, haki, kichuna, na akiwa kitu inataka kuanza kunikosanisha na best yangu kiko wapi

Shika. Shika. Wacha nikutumie, wacha nimtumie namba yake. Mtumie, atakuwa kwa maana mimi acha ufanye. Mtumie fee.